Ulikuwa na umri wa miaka mingapi ulipogundua kwamba uh, kila mtu aliyefanikiwa ana nichi amefanikiwa kwenye nichi yake ambayo ameichagua? So let me tell you one thing, kama una umri wa miaka ishirini na kuendelea basi video hii inakuhusu kwa asilimia mia moja kwa sababu utaenda kujifunza mambo matatu muhimu ambayo yatakusaidia wewe katika ukuaji wako. Watu wote ambao unawaona wamefanikiwa walifanya nichi selection. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa ya mtu, yote ambaye amefanikiwa, alichagua niche. Na baada ya kuchagua niche, hatua ya pili ambayo inafuata ni, how to monetize your niche. Hatua ya pili ni jinsi ya kuuza hiyo niche yako, kwa sababu kama hautaweza kucommunicate value kwenye hiyo niche ambayo wewe umeichagua, ili uweze kuingiza sokoni, you will never get money. Hautaka upate pesa kabisa, kwa sababu mwisho wa siku pesa ni kama zawadi tunayopewa baada ya kutatua changamoto za watu, na wewe umeamua kuchagua aina fulani ya changamoto ndio ambazo utakuwa unazitatua, so never lie to yourself. Hiyo hiyo hiyo niche ambayo umeichagua, ukishindwa kuipackage kama bidhaa, ukishindwa kuimonetize, ukishindwa kuipackage kama huduma nzuri, na ukajua jinsi ya kuiwasilisha kwenye soko na kuiuza, forget about success na hapa ndio ambapo kuna changamoto. You need to invest your time. Weka muda kwa sababu hakuna kitu kinakuja hizi, hata matrafiki, polisi, wanajeshi, wote wanakwenda chuo, wote wanakwenda kozi. Ma engineer wanapoteza muda na miaka mingi chuoni, madaktari hivyo hivyo, muasibu hivyo hivyo. Hakuna kitu kinakuja bure, so hata kama unataka kuwa content creator, digital marketer, copywriter, whatever, hii stage ya kuinvest muda kwa ajili ya kujifua na kujipika ili uweze kuwa yule unayetaka kuwa haiepukiki, otherwise else utakuwa mbabaishaji. So ukishaweza kujiweka kwenye position nzuri na ukajua how to monetize your niche, that's when mula keeps coming in. Hapo ndio maokoto yanaanza kufanya nini? Kuingia. Na hatua ya tatu muhimu kuliko zote ni investment, ndio uwekezaji kwa sababu kama utakuwa unapata pesa na haufanyi uwekezaji wa aina yoyote, aa, sahau kuhusu mafanikio. Watu wote ambao unawaona wewe wamefanikiwa, na wakaweza kumiliki vyanzo tofauti tofauti vya mapato. Huwezi kumiliki chanzo chochote cha mapato bila kuwekeza. Tunaongea kishikaji kabisa, kirafiki kabisa. Tena kwa lugha rafiki sana. Uwezi kumiliki chanzo chochote cha mapato my friend, bila kuwekeza na rekodi ya dunia inasema ili uweze kuitwa milionea angalau unatoka uwe na vyanzo vya mapato visivyopungua saba. Sasa hapo ulipo, hebu jiulize, mpaka sasa hivi unaponitazama wakati huu, wewe una vyanzo vingapi vya mapato ambavyo vinakuingizia pesa kila siku inayokwenda kwa Mungu? Una vyanzo vingapi vya, bro, una vyanzo vingapi vya sisi eh? Anti, una vyanzo vingapi vya so ask yourself. Kwa hiyo Hatua ya kwanza na kukumbusha ni niche selection, jiposition, huwezi kuwa bora kwenye kila kitu. Chagua kama mtaka, kwa sababu unajua akitengo wako mimi ni mbaya, kwenye kitengo hiki mimi nitaumiza. I'm bad on this. Umeona? Nikishika kategoria bwana, linapokuja swala la kitu fulani niacheni. Nyinyi fanyeni mambo yenu yote, lakini hapa mimi ndio mwenyewe. So ukishamaliza kuchagua, jifunze namna ya kuuza hiyo niche ambayo umeichagua, alafu mwisho kabisa uwekezaji wa kila shilingi inayoingia kwenye mfuko wako. Kwa sababu wako watu ambao walifanya niche selection wakajifunza how to monetize, wakawa maarufu, wakapiga pesa nyingi kabisa. Wengine walikuwa wana mziki, wengine walikuwa ni wafanyabiashara. Kila mtu alifaulu kwenye niche selection, akafaulu aka how to monetize, akapiga mpunga mrefu, wakafeli kwenye uwekezaji. Unajua nini kilitokea? Unajua jibu nalo They end up losers, wameingia kwenye stress, msongo wa mawazo, depression ambazo hazielezeki. Na leo hii wengine wanaishi maisha ambayo sasa, kama wanaona penda kuyapitia, wako walio kwa mateja. wengine wametangulia mbele za haki, ah, wengine wana maisha ambayo kimsingi yanatia huruma kwa kweli, na hiyo yote ni kwa sababu tu ya kupata pesa nyingi na kushindwa kufanya uwekezaji. Na mtu asije akakudanganya, uwekezaji uko wa aina nyingi Kabla hujafanya uwekezaji wa aina yoyote, chukua muda wako, tulia, tafuta wataalamu, tafuta wataalamu. Uh, haijarishi unataka kuwekeza kwenye real estate investment kama ambavyo nimefanya mimi, unataka kuinvest kwenye biashara ya maybe ya magari, unataka kuinvest kwenye biashara labda ya garage transportation, unataka kuingia kwenye masoko ya fedha, labda ununue hisa, unataka kuingia kwenye mambo ya hati fungani, unataka kuweka ya ya pesa zako, labda wherever unapenda, kilimo labda unataka kuingia kwenye ufugaji. Kabla kujaweka hata shilingi kumi yako moja, please, take time, jipe muda, tafuta wataalamu wa hicho ambacho unataka kwenda kuwekeza, upate misingi ya uwekezaji kwenye hicho ambacho unataka kuwekeza, kwa sababu hapo ndio fainali uzeeni babu, utapambana huko, utapata maokoto yako. Ukifeli kwenye investment ili jasho lako lote mbinu zako zote zilizokuwa unazitumia kwenye monetization, hizo hustling zako zote zitakuwa work done zero. Hakuna kitu utakuwa umefanya. So, ni mimi msanuaji wako wa masuala ya uwekezaji kwenye ardhi na majengo, Mr. Paul Ami Kassibomani, mpaka wakati mwingine tena tukutane hapa hapa Makazi General and Car Dealers, nitakapokuwa nakusanua tena kuhusiana na mchongo mwingine. See you next time.